Ujambo na karibu tena katika Mdope Ujuzi channel, ambayo inakupa uh, best kibao. So katika video hii nitakuonyesha kwanza tangazo rasmi la nafasi za muda e, kwa ajili ya watendaji wa vituo vya kupigia kura kwa ajili ya uchaguzi mkuu mwaka 2025. Ikumbukwe kwamba tangazo hili ni rasmi na limetolewa kupitia ukurasa wa Instagram e, wa tume huru ya uchaguzi Tanzania, leo tarehe 28 e, na nafasi ambazo zimetangazwa ni nafasi kuu tatu ambazo moja e, watu wanakaribishwa kuomba wasimamizi wa vituo vya kupigia kura au almaarufu kama e, wasimamizi wakuu. E, nafasi ya pili ni wasimamizi wasaidizi e, wa vituo vya kupigia kura. E, na nafasi ya tatu ni makarani waongoza wapiga kura. Sifa nimekuambatanishia katika tangazo hili na kwenye comment ya kwanza kabisa, ukibofya basi tutaweza kudownload e, hili tangazo. So kama bado hujasubscribe, tafadhali subscribe ili tuendane sambamba ni kwa namna gani ambavo utaweza kutuma haya maombi. Kabla tujafika katika e, namna gani ya kuweza kutuma maombi, sifa ni za kawaida kama awe raia wa Tanzania na asiwe e, kiongozi wa chama cha siasa awe mwadilifu, kadhalika na kadhalika. Lakini sifa ya msingi kabisa ya elimu awe amehitimu elimu ya, ya kidato cha nne au zaidi. Awe anajua kusoma na kuandika lugha e, ya Kiingereza, vilevile aweze kuelewa maelezo yale ya vitabu kwa ajili ya usimamizi e, au kwa ajili ya upigaji wa kura so jambo la msingi kabisa hapo wameweza kuainisha ni ishu ya malipo, kwamba yule msimamizi mkuu wa kituo anaweza kulipwa elfu sabini kama posho ya kazi, ni kwa siku mbili. Vilevile shilingi elfu ishirini ya chakula pamoja na elfu ishirini nyingine kwa ajili ya nauli. Hizi ni kwa ajili ya siku moja moja, so ukipiga mahesabu hapo utaweza kuona yule msimamizi msaidizi wa kituo atalipwa shilingi elfu sitini na tano e, kama posho na atalipwa shilingi elfu ishirini ya chakula pamoja na nauli vivyo hivyo. E, yule karani yeye atalipwa shilingi elfu sitini na tano kwa ajili ya siku moja na atalipwa posho ya chakula. Huyo yeye hataweza kulipa, e, kulipwa hiyo nauli. So masharti ya jumla ya namna gani ya kutuma sasa haya maombi, kwanza mwombaji lazima aainishe e, kata na nafasi anayoomba vilevile vile mwombaji awe tayari kufanya kazi katika kituo chochote atakachopangiwa. E, namba tatu kabisa mwombaji unapomba lazima uambatanishe vitu vifuatavyo. Namba moja, nakara ya vyeti vya elimu sekondari na taaluma ikiwa kama unavyo, yani weka cha form 4 kama una cha chuo, hapo ndipo teka vya elimu vilevile, weka CV au wasifu unaonyesha anwani e, ya makazi, barua I namba mean za simu e, pamoja na namba za nida, vilevile picha mbili zenye ukubwa sawa na picha e, iliyomo kwenye pasi ya kusafiria e, passport size ya hivi karibuni. Narudia hapo, picha mbili zenye ukubwa sawa na picha iliyomo kwenye pasi ya kusafiria size za hivi karibuni maelezo ni rahisi sana yaani, passport size picha ndogo zile za kawaida e, ya mwisho kabisa muombaji ambaye ni mtumishi wa umma apitishe barua e, katika yule mwajili wake, wale walimu pamoja na kadhalika. Sasa namna ya kuandika barua, utaandika barua kwenye anwani ya mkurugenzi wa uchaguzi e, tume huru ya uchaguzi Tanzania e, uchaguzi house eneo la uwekezaji E, kama ambavyo inaonekana hapo SLP 358, e, Dodoma. Sasa namna ya kutuma haya maombi, tunatumia njia gani? E, hapa Mdope Ujuzi nimekusogezea. Kwanza tunatakiwa uandike barua zote za maombi e, na nyuma ya bahasha andika nafasi unayoomba yaani, kama unaomba karani, nyuma ya bahasha andika karani kama unaomba msimamizi msaidizi andika msimamizi msaidizi au kama unaomba msimamizi mkuu wa kituo utaandika msimamizi mkuu wa kituo. Sasa ili kurahisisha utumaji wa maombi, barua zote e, za maombi zi zikiwa zimefungwa zipelekwe kwa msimamizi msaidizi wa uchaguzi ngazi ya kata, ambaye atazipokea na kuziwasilisha kwa msimamizi wa uchaguzi ngazi zinazofuata. Sasa huyu msimamizi ngazi ya kata ni yule e, tunaita mtendaji wa kata. Huyu ndiye msimamizi msaidizi wa uchaguzi ngazi ya kata. Kwa hiyo ni very simple, hakuna tena ishu ya online. Kwa hiyo andaa barua zako, ziweke vizuri kwenye basha, then zipeleke ofisi ya kata. sasa Mwisho wa kutuma maombi ni tarehe kumi na moja Julai elfu mbili na ishirini na tano almost kama kuna wiki mbili fulani hapo za kuweza kutuma maombi. Imetolewa eh, tarehe ishirini na nane mwezi eh, Juni elfu mbili na ishirini na tano na na. So, kama unapata changamoto yoyote kuhusiana na namna gani ya kutuma haya maombi basi utaweza kuachia komenti yako, na mimi mdope Light on ujuzi nitakujibu. Shout out, until next time. Don't forget to subscribe.